Tumeita kwa sababu tunataka kueleza masikitiko na malalamiko yetu kuhusiana na namna ambavyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa ushirika na serikali na majeshi yake ulivyokusudia, unavyopotosha na namna ambavyo unavuruga una haki katika mchakato mzima wa kumalizia uchaguzi huu mkuu wa elfu mbili na kumi na tano. Yako mambo mengi yanayotendeka ya hujuma dhidi ya umoja wetu wa UKAWA na kipekee mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Edward Lowassa katika kuhakikisha hapati nafasi ya kushinda kiti cha urais sambamba na kujaribu kupunguza kwa nguvu kisivyokuwa halali idadi ya wabunge wetu katika umoja wetu wa UKAWA kwa kutumia jeshi la polisi na kwa kutumia taratibu ambazo ni za siri ndani ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kama ambavyo mlizungumza ama mliambiwa, wandugu waandishi, katika kikao chetu cha jana. <coughs> jeshi la polisi na, tunahakika kwa maelekezo ya serikali na Chama cha Mapinduzi, sio tu kwamba walivamia na kuharibu mifumo yetu ya kujumuisha kura, lakini leo ni siku ya tatu wameweka ndani zaidi ya vijana wetu wataalamu mbalimbali wa IT waliokuwa katika vituo vitatu tofauti, zaidi ya mia moja sitini na sita wamesambazwa katika vituo mbalimbali vya polisi na wengine. Leo tunavyozungumza wamepelekwa uh, gereza la Segerea, wengine wamepelekwa mahabusu ya Keko, na wengine wamefikishwa mahakamani katika mazingira ya dharura. Nane kati yao leo wamefikishwa mahakamani. Kati ya hao nane waliofikishwa mahakamani wawili ni raia wa nje ambao hawana mahusiano yoyote ya kikazi na Chadema ila walisombwa na kushtakiwa kama watumishi ama watendaji wa Chadema na umoja wetu wa UKAWA, jambo ambalo sio kweli, na makosa walioshtakiwa nayo ni makosa ambayo iko katika sheria ya cybercrime, jambo ambalo ni la kusikitisha sana, kwamba huwezi ukajumulisha matokeo ya kura nchi nzima kama chama cha siasa bila kutumia mifumo ya kompyuta, wakati wanawaaresti watu wa Chadema na watu wa UKAWA wakiklaim kwamba wamekuwa wanatoa shutuma za njia mbalimbali, lakini wao wenyewe wamekuwa wanafanya kazi hiyo hiyo kupitia baadhi ya vijana wao na wataalamu wao wa IT, wengine wakiwa ni kutoka nje ya nchi, wengine kutoka ndani ya nchi, wengine wakiwa wametengeneza vituo vya siri vya kupeleka taarifa ya kuchakachua. Hizi taarifa zote tunazo, lakini wao wamejaribu kuvunja mfumo wetu wa mawasiliano, wamejaribu kutumia polisi kuharibu vifaa vyetu vya kujumlishia kura katikati ya zoezi la kuhesabu kura.